Tulia kwanza kidogo, nakupigia sasa. Nina kidole ha jamaa kama moja hapa, kama cha rafiki yangu. Unajua Tanzania nzima hakuna kabila wasomi kama, unaona mpigo kwanza. Kumbe.

Unajua nini grafiki yangu? Hayo madu, haya, haya, haya maisha ya wanawake hapa duniani. Ni tofauti na enzi za ma, za mababu zetu kule, sawa. Wale mababu zetu walikuwa wanaishi kwenye ndoa, wanadumu miaka mingi, long long years, long many years. Kwenye ndoa moja sawa. Naomba nisikilize kidogo. Lakini leo sawa, mwanamke anaingia anaolewa asubuhi, hapo the evening anakuwa ameshaachika. Unajua watu nini because? Because inakuja eh, inakuwa sisi vijana tumeshindwa kuangalia wanawake wenye sifa inayopaswa kuwa mke wa mtu. Unajua si kila mwanamke anafaa kuwa mke wa mtu huh. Kuna wanawake wengine wameleta tu duniani yani kama matumizi tu. Unajua kuna sifa nne au tano. Uh-huh. Au mambo matano ya kuangalia Three, four, five. Huh? Five thing ya kuangalia maneno. <laughs> Cha kwanza <laughs> <laughs> <laughs> hakikisha hakikisha, weye mwanamke ambaye baba yake na mama yake hawaelewani eh, wao ni ugomvi matusi, huh? Hawaeshimiani, sawa. No respect kiti pare Usiwe wewe mwanamke the second eh. is who second so. second idea thing huh? ni kwamba uh -huh. usiwe wewe mwanamke ambaye anatoka kwenye familia mama yake ndiyo mwenye sauti, yani, eh. sauti kuliko baba yake yani, mwanamke ndio anakuwa mwenye sauti kuliko baba wa familia <laughs> itakula kwako ya ngapi hiyo? <laughs> nyundo ya pili, nyundo uh -huh. ya tatu Usiwoe mwanamke ambaye wamezaliwa kwenye kwa mama yao ni mmoja, lakini baba yao, baba zao ni tofauti, huyu wa baba mwingine, wawili kwa mama mwingine, kwa baba mwingine sore, huyu kwa baba mwingine. Ukiwoa kwenye ile familia, imekula kwako. Haya, nyundo ya ngapi, 4 au ya nne, unanisikiliza vizuri? aulizen to me N nini, unanisikia? Nakusikia. Unajua, hey. Unapoongea yanaingia yana kichwani huko, yanadaka ya aina, inasema hivi <laughs> uh -huh. Usiwowe mwanamke ambaye eh. mm -hmm. uko wao unaongoza kwa usimbe yani, kuachika achika. Dada alisha achika mara tano, mama yake alisha achika kwa wanaume wawili hivi, yake alisha achika mara saba, babu yake naye ndio hivyo. Usioe mwanamke aliye mwenye historia ya kuachika achika, achana naye yule. Na ndio maana vijana wingi tunashindwa kupata mwanamke kwa kudumu kwenye ndoa, maana tunawatoa kwenye mazingira hayo, ndio yakataa au tuwe tunaelewa au understand. Haya, okay, ya tano ya mwisho kama ya ziada, yani <laughs> ya nyongeza ya tano <laughs> usiwewe mwanamke, narudia tena huh? Usiwewe mwanamke ambaye eh? alishatembea zaidi ya mikoa mitatu mikubwa mikubwa hapa Tanzania kwa mwaka mmoja eh? Unashangaa mwanamke wako au, nilikuwa, nilikuwa Mwanza kwa shangazi eh, mwezi uliopita nikaenda Mpanda kwa mjomba eh, na sisi na mpanga kdadaa kwa anko sikwa